Vijana wa rika la Gen Z katika kaunti ya Busia walishiriki maandamano ya kuwakumbuka wenzao walioangamia katika maandamano ya mwezi Juni mwaka jana katika taifa hili kwa kuwasha mishumaa na katika bustani la Green Park mjini Busia, anavyotujuza Jeremy Omondi. Wanarika hawa wamelazimika kutembea zaidi ya kilomita saba kutoka eneo la Korinda hadi mjini Busia wakiwa wamebeba mabango na kuimba nyimbo za ujumbe wa kukashifu maafisa wa polisi na utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Tofauti na maeneo mengine ya nchi, waandamanaji hawa wamesindikizwa na maafisa wa polisi ili kuwapa ulinzi, wakiendelea na maandamano yao kwa amani. Maandamano yetu wbustutadili na yeye sisi tunafanya maandamano ya amani, na hakuna mtu kama gaidi ameingia hapa ndani, na tafadhali awezi kujitoa mwenyewe. Tunataka maandamano ya amani. Mimi ni mwanamke mtetezi wa haki za kibinadamu na ninasema kwamba uchungu wa mwana, mwana aujuaye ni mzazi. Tuko hapa kuadhimisha maandamano ya amani kwa sababu ya wale waliokufa mwaka jana wakizungumza na wanahabari mjini Busia baada ya kuwasha mishumaa kama ishara ya kuwakumbuka wenzao walioangamizwa na mtutu wa bunduki Juni 25 mwaka jana, wamekiri kuwa vijana nchini wamepuuzwa na kilio chao sasa ni lazima kisikizwe na viongozi nchini. kitu Generation, we are just demonstrating for our rights. Yes. Jambo la pili, Ruto must go, tumechoka na vengeme tunyanyasa tumechoka, yeah. Gen Z power. Vijana yeah, ah, hawa patao mia sita kutoka kila pembe ya kaunti ya Busia wanadai haki ya mashujaa waliouawa nchini kwa mikono ya maafisa wa polisi akiwemo mwanablogi ambaye pia ni mwalimu Albert Ojwang na kujeruhiwa kwa mchuuzi wa barakoa Bonfes Kariuki. Nataka serikali waache kuwa watu kitu ya kwanza na wadumishe watu amani. We want the president to hear our plea. We want all the Gen Z's that were killed in the last protests to be compensated. Each and every parent who lost a parent, who lost a student or a child must be compensa compensated. Nikiwa mjini Busia, naitwa Jeremy Omondi.